Tuelekee kaunti namba 33 ambapo wakazi wa Narok waliungana na Wakenya wengine kusherehekea sikukuu ya, ya Mashujaa. Gavana wa kaunti ya Narok Patrick Olen Tutu alihakikishia baadhi ya familia zipatazo elfu 40 kwamba zilizofurushwa kutoka msitu wa Mau kuwa zitapewa ridhaa katika awamu ya pili, huku akionya wakazi wasihadaike na walaghai wa mashamba na kikosi ya kwanza, na, Kenya Police. So <coughs> <manyas> na nawashukuru sana machifu, machifu wangu, nawashukuru sana. Nimesikia ile kazi mmefanya na wasee wa vijiji kuhakikisha ya kwamba mme, mmeandikisha wale watu ambao tulikuwa tumesema iandikishwe. Bado tunaenda kupe, kuangalia hizo majina vizuri. County Commissioner na mimi na kitilai hao waheshimiwa tunaenda kuangalia. Yaani ile wale watu ambao walikuwa wametoka ni hii namba ama hata nyinyi mmeenda kuongeza zingine. Kama mmeongeza zingine sasa mtapata shida hapo. Serikali imeweka mikakati ya usalama kuhakikisha mtihani ifanywe kwa ile utaratibu. Mtihani hakuna shida, mambo ya kasoro ya kuiba, wazazi pia na walimu na wafunzi, tujiepushe kabisa na mambo ya wizi ya mtihani, na ni kitu ambayo ni wizi, vile tunasema, tuko, muko rada katika kwa kwa, kwa net yetu ya kuangalia ni nani anaiba mtihani. Kwa hivyo maskuli ambao wanajijua. Na kuna ugonjwa wa kolera wakati huu, nataka tu nitoe warning kwamba tujihadhari Transmara tumekuwa na shida, tumepoteza karibu tangu watu watano na ugonjwa ambao unaenea vibaya, na sisi kama wakazi wa hapa pia tujichunge kutoka kaunti